Kwa kweli kama ilivyo kawaida ya uteuzi wa maaskofu ni kwamba mm, niliitwa na balozi wa Baba Mtakatifu Mtakatifu e, na kupewa taarifa hiyo rasmi, lakini e, katika kifungo cha, cha usiri. Taarifa hiyo nilipewa tarehe kumi na nne mwezi wa kumi na mbili. Toka pale kwa kweli nilikuwa kwenye mahangaiko makubwa sana, mpaka ilipokuja kufika siku yenyewe sasa ya kutangaza rasmi tarehe ishirini na ishirini na mbili, e, 22. mbili. E, ni, kwa kweli ni mazingira ambayo ni vigumu kueleza e, kile kionjo ambacho mtu anaka, anakuwa nacho, lakini kwa kweli ilikuwa ni jambo zito ambalo <coughs> Uh, sikutafuta namna nyingine zaidi Okay. ya kujiweka miguuni pa Yesu na kusali ili yeye mwenyewe aniambie nini anataka katika hicho ambacho amependa mimi niwe. Asante sana baba. Asante.